Tushirikishane tone la upendo. Ndugu wapendwa, karibuni tusikize neno la Mungu na tafakari ya dominika ya tatu ya Pasaka, mwaka C wa kanisa. Liturujia neno la Mungu katika dominika ya tatu ya Pasaka ya kutafakarisha juu ya Kristo mfufuka, chanzo cha upya wa maisha na utume wa wafuasi wake, mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mara baada ya Yesu kuteswa na kufa msalabani, walitawanyika, walipoteza matumaini, walijaa hofu na mashaka wengine wakaanza kurudi katika shughuli zao walizokuwa wanafanya hapo mwanzo. Kristo mfufuka anawatokea baada ya ufufuko wake mara kadhaa, na anawapa amani, anaondolea hofu na mashaka, kisha anawakumbusha wito wao wa kwanza, kuwa wavuvi wa watu kwa njia ya kutangaza habari njema ya Injili, maisha ya ushuhuda wa imani, kufundisha na kuwabatiza watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa. Mtume Petro, licha ya kuwa hapo mwanzo alimkana Bwana wake anaimarishwa tena na anapewa jukumu la kuwa kiongozi mkuu wa kundi la Kristo. Kwa njia ya Roho Mtakatifu ambao walimpokea siku ya Pentekoste, mitume wanaanza tena kwa nguvu na ari kazi ya kuwa wavuvi wa watu. Wanamtangaza Kristo kwa ujasiri hata kuwa tayari kuteseka na watakufa kifodini kwa ajili ya Injili. Sisi sote kwa njia ya ubatizo wetu tunaalikwa kuacha maisha ya zamani na kuanza maisha mapya, kuishi maisha ya ushuhuda kwa njia ya imani, maneno na matendo yetu na kushiriki kazi ya kuwa wachungaji kila mmoja katika wito ambao Kristo amemuitia katika kanisa. Kanisa limebaki imara chini ya Kristo na liyo wazi kuwapokea watu wote. Somo la kwanza linatoa katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 aya 27b hadi 32 na aya ya 40 hadi 41. Kuhani mkuu aliwauliza mitume akisema, je, hatukuamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili nanyi tazameni mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Petro na mitume wakajibu wakasema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu, ambaye ninyi mlimuua mkamtundika katika mti. Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume awe mkuu na Mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wa mtiio. Nao walipowaita mitume, wakawapiga wakawaamuru, wasinene kwa jina lake Yesu, kisha wakawaacha waende zao nao wakatoka katika ile baraza wakifurahi, kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni ufunuo wa Yohane sura ya tano aya ya kumi na moja hadi kumi na nne Mimi Yohane niliona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa elfu kumi mara elfu kumi na elfu mara elfu wakisema kwa sauti kuu, astahili mwanakondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, nalivisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai wanne wakasema amina, na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili natoka katika Injili ya Yohane sura ya 21 aya ya kwanza hadi 19. Karibuni tusikize somo la Injili takatifu. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane, utukufu kwako ee Bwana. Siku ile Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia naye alijidhihirisha hivi. Simoni Petro na Tomaso aitwaye pacha na Nathanaeli wa Kana ya Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwako pamoja. Simoni Petro aliwaambia, naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu mna kitoweo? Wakamjibu, la. Akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia kwamba ni Bwana akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Na hawa wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata dhiraa mia mbili, huku wakilikokota lile jarifa lenye samaki. Basi waliposhuka pwani, wakaona huko moto wa makaa, na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simoni Petro akapanda chomboni akalivuta jarife pwani, limejaa samaki wakubwa mia hamsini na watatu na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, jarife halikupasuka. Yesu akaambia njoni, mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza huu nani wewe, wakijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaenda akautoa mkate akawapa, na samaki vivyo hivyo. Hiyo ndio mara ya tatu ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Basi walipokisha kula Yesu akamwambia Simoni Petro. Je, Simoni wa Yohane, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, Naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, Lisha kondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohane, wanipenda? Akamwambia, Ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohane, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa na kupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Akasema, amin amin nakuwambia, wakati ulipokuwa kijana, ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usipotaka. Akasema neno hilo kwa kuonyesha ni mauti gani atakayomtukuza Mungu. Naye akiisha kusema hayo, akamwambia nifuate. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu wapendwa, somo la injili takatifu kutoka injili ya Yohane sura 21 aya kwanza hadi 19. Kristo anawatokea mitume wake katika bahari ya Tiberia. Ni, ni mitume saba kati ya mitume wake 11 ambao baada ya Yesu kuteswa na kufa na kuzikwa walipoteza matumaini na kurejea katika kazi ya, na maisha yao ya zamani, wanakwenda kuvua samaki. Katika kazi hiyo ya kawaida, kazi ya kuvua samaki, Kristo mfufuka anawatokea na kuwapa kazi kubwa isiyo ya kawaida ya kuwa wavuvi wa watu Kristo anawaalika kufungua kinywa, ishara ya ukarimu wa Kristo katika karamu ya Ekaristi anaoimarisha mitume wake, kisha kuwapa kazi. Ni kazi ya kuwa wavuvi wa watu kwa njia ya kuhubiri Injili, kubatiza na kuwafanya watu wote kuwa wafuasi wa Kristo. Kanisa li wazi kuwapokea watu wote, na kwa kuwa li chini ya Kristo daima litabaki imara na katika umoja, mifili ya jarife lile kubwa ambalo licha ya kuwa na samaki wengi wa kila aina halikupasuka. Mtume Petro ambaye licha ya kwamba hapo mwanzo alimkana Bwana wake mara tatu, anakabidhiwa wajibu mkubwa na Kristo wa kuwa kiongozi na mchungaji wa kundi la Kristo. Kristo anamtabiria Mtume Petro kwamba kazi hiyo haitakuwa rahisi. Itampasa kupitia mateso, madhulumu hata kufa kifodini kwa ajili ya Bwana wake. Ndivyo ilivyokuwa pia kwa mitume wengine wote isipokuwa Mtume Yohana. Katika somo hili la injili takatifu katika dominika leo tuna mafundisho saba ya kujifunza. Fundisho la kwanza, Kristu mfufuka anawapa matumaini mapya ya wafuasi wake, wanaacha maisha ya kale, wanaanza maisha mapya. Mitume wa Yesu baada ya Yesu kuteswa na kufa walikata tamaa, waliona hakuna tumaini tena, na hivyo wakaamua kurudi katika maisha na kazi zao ambazo walikuwa wakizifanya hapo mwanzo kabla ya kuitwa na Kristu, ambapo wengi wao walikuwa ni wavuvi. Kristu mfufuka anawatokea katika bahari ya Tiberia. Katika hali hiyo ya mkato wa tamaa, Yesu anatokea na anawapokea tena na anawapa utume mpya. Ndugu mpendwa, kuna nyakati katika maisha yetu tunapoteza matumaini kabisa. Pengine hali fulani tunazopitia katika maisha, tunaona kama hakuna tumaini tena mbele. Tunahisi ukavu rohoni, imani yetu yetu inatetereka, matumaini yetu anafifia na kuona mbele hakuna njia tena. Kristo mfufuka anatokea kwetu kila siku kama alivyotokea kwa hawa mitume wake pale katika bahari ya Tiberi anatokea katika hali zetu za kawaida kabisa hivyo hivyo, anatuuliza swali lile lile ambalo aliwauliza mitume: wanangu, mna kitoweo? Maneno haya ni maneno yanayoonyesha mapendo ya kibaba, Kristo anayewajali na kuguswa na mahitaji ya mitume wake katika ukawaida wa hali zao. Sisi pia mara zote tunapokata tamaa tusikie sauti hii ya upole ya Kristo mfufuka anayetuuliza: Mwanangu, una amani? Mwanangu, una furaha moyoni Mwanangu, familia yako ina amani na utulivu? Una matumaini na imani thabiti kwangu? Unaamini nguvu yangu itendayo kazi ndani mwako? Unaamini ninao uwezo wa kubadili historia yako, kuyabadili maisha yako nao ukawa mpya tena? Unaamini nilikufa na kufuka kwa ajili yako? Mwanangu mpendwa, haya ni maswali ambayo anatuuliza Yesu kila mara anapokuja kwangu mimi na wewe. Nasi tupate wasaa wa kumuuliza maswali kumshirikisha hali zetu mbalimbali tunazopitia. Yesu ni rafiki mwema, sio sisi tunamtafuta bali ni yeye aliyekuja kwetu kwanza. Ninaomba ndugu wapendwa, Kristu aseme nanyi, aseme na mioyo yenu katika hali zenu zote, awe faraja na kitulizo chenu, hasa pale tunapopita katika bonde la uvuli wa mauti, tunapopita katika nyakati za giza, nyakati ngumu za kukatisha tamaa, tuone mwanga wa Kristu mfufuka ndani ya mioyo yetu. Fundisho la pili: maisha na utume wetu unazaa matunda tunapoambatana na Kristo. Somo la Injili takatifu latueleza kuwa mitume wakiongozwa na Petro walitoka kwenda kuvua samaki. Wanakwenda kuvua samaki lakini ndani mwao mawazo yao ni juu ya mambo yaliyotokea kuhusu mateso na kifo cha Bwana na mwalimu wao. Wanakwenda bila matumaini, walishajikatia tamaa kabisa. Walipanda chomboni na usiku ule pasi na matumaini tena kwa Kristo hawakupata kitu chochote. Lakini asubuhi kulipokucha Yesu alisimama ufuoni akawaamuru walirusha jarife upande wa kuume wa chombo. Kwa neno hili la Kristu walipata samaki wengi. Ndugu wapendwa, maisha yetu, utume wetu bila Yesu hatuwezi kufanikiwa kuzaa matunda. Mitume walikwenda bila imani kwa Yesu ambaye kila mara aliwawezesha katika mambo mengi. Waliamini katika jitihada zao, waliamini katika ujuzi, akili na maarifa yao ya hapo mwanzo hii atufundisha kuwa akili, vipaji, karama, nguvu na uwezo wetu sisi si kitu kama tuongozwe na neno la Kristo katika kufanikisha utume wetu katika maisha yetu na kazi zetu za kila siku sisi kama wafuasi wa Kristo. Hatuwezi kufanikiwa katika kazi zetu za kila siku katika utume wetu tusipomruhusu Kristo aende nasi katika chombo chetu. Tusipomsikiliza Kristo akitufundisha ni wapi tutupe jarife ili tupate samaki wengi na kufanikiwa. Kumbe twapaswa kila mara kusikiliza neno la Kristo na kumpokea akae nasi katika vyombo vyetu, akae katika familia zetu ili ziwe na amani na utulivu, akae katika nchi yetu ili iwe kielelezo cha haki, umoja, utu, uwajibikaji na amani ya kweli, akae katika jumuiya zetu ili ziwe vitalu vya upendo, huruma na mshikamano wa kweli. Mruhusu Yesu atembee nawe katika chombo chako, nao utapata samaki wengi na kufanikiwa katika mipango yako. Fundisho la tatu: Kanisa liyo wazi kuwapokea watu wote katika umoja na ushirika, limesimama imara chini ya Kristo mchungaji wetu. Mwinjili Yohane anatuambia kuwa mitume kwa njia ya neno la Kristo waliweza kupata samaki wapatao mia hamsini na watatu. Hata hivyo, jarife au wavu halikupasuka. Kwa nini Mwinjili Yohane anatupatia idadi hii ya samaki ambao mitume walipata? Mtakatifu Yeronimo, mtaalamu wa maandiko matakatifu, anatuambia kuwa katika tamaduni za Wagiriki waliamini kuwa katika bahari kulikuwa na aina 153 ya samaki. Idadi hii kubwa ya samaki yatuonyesha kuwa utume wa mitume hawa wa Kristo ni utume wa kanisa na ni kuwakusanya watu wote. Wavu huu ambao licha ya kuwa na samaki wengi haukupasuka ni ishara ya uimara na umoja wa kanisa ambalo licha ya kuwa na utofauti huu mkubwa wa watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa, wema na wabaya bado kanisa limebaki imara kwa kuwa limejengwa juu ya mwamba imara ndiye Kristo mfufuka. Ndugu wapendwa, kazi ya mitume ilikuwa ni kutangaza habari njema ya Injili kwa watu wa mataifa yote na kuwabatiza na kuwafanya kuwa wanafunzi wa Kristo. Kanisa lipo wazi kuwapokea wote. Kanisa hili ni mali ya Kristo, licha ya tofauti zote hizo, bado linaendelea kubaki imara. Tunapoombea umoja wa kanisa, tunaombea pia umoja katika ngazi ya familia na jumuiya zetu. Tunaombea utayari wa kupokeana katika tofauti zetu, kuchukuliana kwa upole na kusaidiana ili tuweze kuupata uzima wa milele. Tofauti zetu zisio chanzo cha utengano, bali sote tuwe na umoja kama Mungu, Mungu wetu alivyo katika umoja na mwana na Roho Mtakatifu. Fundisho la nne: Kristo mkarimu anatulisha, anatuimarisha kwa Ekaristi takatifu kisha kututuma mara baada ya mitume kuvuta jarife lilokuwa limejaa samaki, Yesu anawaalika kufungua kinywa. Palikuwa na moto wa makaa na juu yake pametiwa samaki na mkate. Samaki na mkate ni ishara ya Ekaristi Takatifu. Kristo anayeendelea kila mara kuwalisha na kuwaimarisha mitume wake. Mitume hawakuthubutu kumuuliza wakijua ya kuwa ni Bwana. Mara baada ya tukio hilo, anawatuma mitume wake akimchagua Petro kuwa kiongozi na mchungaji wa kondoo wake. Ndugu wapendwa, Kristo mkarimu anatulisha kwa Ekaristi Takatifu. Yeye ndiye mwezeshaji na mtoaji wa ukarimu wote. Kwa njia ya Ekaristi Takatifu tunapata nguvu na afya rohoni ya kusonga mbele katika utumishi wetu kwa Mungu na kwa ndugu zetu. Uwepo wa Kristo kati yetu, uwepo wa Kristo kati ya mitume wake uliwapa nguvu ya kuvumilia na kuendelea mbele kwa imani na matumaini kumtangaza Kristo kama tunavyoelezwa katika kitabu chote cha Matendo ya Mitume. Yesu yupo nasi mpaka utimilifu wa dahari. Tujiongee kwake kila siku, tujipatie nguvu na afya rohoni mwetu ili tuwe imara katika kuendelea kumtumikia. Yeye yupo kati yetu katika maumbo ya mkate na divai, yupo daima katika tabernakulo takatifu. Tuzungumze naye, tumshirikishe changamoto zetu mbalimbali mbali, ili atuimarishe na kutupa nguvu ya kuendelea kumshuhudia kwa maneno na kwa matendo yetu. Tuanze na Mungu kila siku ya maisha yetu na tumalize na Mungu. Tumpe nafasi, tumpe muda, atembee nasi. Kristo anamuimarisha Petro anakuwa mpya tena katika imani, matumaini na mapendo yake kwa Kristo. Kukutana kwa Petro na Kristo katika bahari ya Tiberia kwa tueleza tendo la kukiri imani la mtume Petro ambaye hapo mwanzo alimkana Yesu mara tatu mbele ya baraza. Jibu lake la ndio Bwana laonesha tendo la kukiri tena imani na mapendo yake kwa Kristo. Kristo anamhoji mara tatu kusisitiza umuhimu wa mapendo ya Petro kwa Kristo akitegemewa kuwa kiongozi wa mitume wengine. Lakini neno upendo lina maana tofauti katika mara hizi tatu ambazo Kristo alimwaji Petro. Kwa mara ya kwanza na ya pili, Kristo anamuuliza Simoni wa Yohane, wewe wanipenda kuliko hawa? Neno upendo hapa lilotumika ni neno agape, na neno hili lamaanisha upendo wa kimungu, kumaanisha Petro, uko tayari kunipenda hata kuutoa uhai wako? Petro hakuwa na upendo huu kwa kuwa alikwisha mkana bwana wake. Hivyo Petro anajibu fileo, yani upendo wa kindugu, tofauti na alichoulizwa na Kristo. Na kwa mara ya tatu Yesu anamhoji Simoni wa Yohane, wa wanipenda? Neno analotumia Yesu hapa sio agape tena, anatumia neno fileo badala ya agape, akimuuliza Petro unanipenda hivyo hivyo kama rafiki, kama ndugu. Petro analia machozi kwa kuwa Kristo amempokea tena Licha ya kwamba yeye ya alimkataa na kumkana hapo mwanzo. Utimilifu wa upendo huu wa Kimungu agape utatimia kwa Petro pale atakapokufa kifodini kwa ajili ya Kristo hapo baadaye. Ndugu wapendwa, Yesu anampokea Petro kama vile alivyo. Na ndivyo Yesu anavyotupokea sisi sote. Anatuimarisha, anatutakasa, na kutupa kazi ya kuwa wachungaji wa kondoo wake. Kila mmoja anapaswa kujibu swali hili la Kristo binafsi kwamba fulani unanipenda kuliko hawa? Yesu hamlaumu Petro wala hamwaibishi, bali anampokea na kumimarisha, na kumpatia wa wajibu mpya wa kulichunga kundi lake. Yesu anatupokea vile tulivyo katika madhaifu yetu, anatukamilisha ili tuweze kustahili kuwa wafuasi wake kweli. Ni nafasi ya kuulizana pia sisi kwa sisi, ni kwa kiasi gani tunampenda tuna Mungu na ni kiasi gani tunapendana sisi kwa sisi. Baba, ni nafasi ya kumuuliza mkeo, je, wanipenda mama? Ni nafasi ya kumuuliza mumeo je, wanipenda? Mimi kama padre nina upendo katika utume wangu kwa moyo na mapendo thabiti kwa Kristu kweli, aliyeniweka kuwa mhudumu wa mambo matakatifu katika Kanisa lake kwa niaba yake. Vivyo hivyo, watoto kwa wazazi, kila mmoja katika nafasi aliyopo ni muda wa kujihoji juu ya liopo, upendo wake kwa Mungu na jinsi anavyojitoa upendo wake kwa wengine. Yesu anatukumbusha kuchukuliana kama tulivyo na kupokeana katika madhaifu yetu na kusaidiana ili tuendelee kukamilishana katika mapendo ya kweli. Fundisho la sita, tunapoanguka katika ufuasi wetu kwa Kristo, sio mwisho wa safari. Petro alipomkana Yesu mara tatu haikuwa mwisho wa historia yake. Yesu hakumwaibisha, Yesu hakumhukumu. Yesu anampa nafasi nyingine ya kuonesha mapendo yake ya kweli katika ufuasi wake, mara baada ya kuimarishwa tena baada ya ufufuko wa Kristo. Ndugu wapendwa, Yesu anashuka kila mara kutuinua tena pale tunaposhindwa katika utumishi wetu. Anatupa tena neema ya kutambua udhaifu wetu na kufanya majuto na mageuzi ya kweli katika ufuasi wetu. Mara nyingi tunaanguka katika ufuasi wetu kwa Kristo. Kristo bado anatupa nafasi ya kuendelea kuonesha kuwa anatupenda na sisi tunampenda na tuna shauku bado ya kutaka kuendelea kumtumikia. Tumuombe Yesu kama alivyomuinua Petro licha ya udhaifu wake bado akamuimarisha atuinue na kutuimarisha sisi hasa pale tunapomwacha Bwana kwa sababu mbalimbali mbali, pale tunaposhindwa kuwa waaminifu katika ndio yetu kwa Kristo atupe moyo wa kuamka tena na kusonga mbele. Fundisho la saba: kumfuasa Kristo yahitaji kujitoa sadaka. Mtume Petro anatabiriwa kufa kifodini. Ufuasi wake kwa Kristo uliambatana na mateso na kifo, yeye pamoja na mitume wengine isipokuwa Mtume Yohana. Kumbe hakuna ufuasi wa kweli bila sadaka na msalaba. Ndugu wapendwa, ufuasi wetu kwa Kristo unaambatana na msalaba wetu. Tukimfuata Kristo, tutapaswa kuelewa daima kwamba njia yake ndio njia yetu sote. kume nyakati mbalimbali tunavyopitia katika mateso na changamoto, tujipe moyo kwamba Kristo alishinda, nasi tutashinda, kwani tupo na Kristo anayetutia nguvu. Somo la kwanza ni kitabu cha matendo ya mitume sura ya 5 aya 27b hadi 32 na aya 40b hadi 41. Mitume wa Yesu baada ya Pentekoste walianza kwa nguvu kumtangaza Kristu mfufuka pasi na hofu na mashaka tena. Injili ikaanza kuenea kwa kasi katika Yerusalemu na baadaye hata nje ya Yerusalemu ya matokeo yake, wakaitwa katika baraza la Wayahudi na kuonywa kutokuhubiri wala kusema tena neno juu ya habari za Kristo mfufuka. Mtume Petro ambaye alipewa jukumu na Bwana wetu Yesu Kristu kuwa kiongozi na mchungaji na mlinzi wa kundi la Kristu anasimama kwa ujasiri na kuzungumza kwa niaba ya mitume. Petro hapepesi macho katika kuhubiri ukweli juu ya habari za Kristo mfufuka akisisitiza kwa kuwa wao ni mashahidi wa yote yale yote yaliyotendwa na Kristo. Ndugu zangu, katika somo hili la kwanza tuna mambo mawili ya kujifunza. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu aliyoimarisha mitume, anatuimarisha nasi sote kumshuhudia Kristo mfufuka. Mtume Petro pamoja na mitume wengine mara baada ya kumpokea Roho Mtakatifu walikuwa na ujasiri wa kusimama na kumshuhudia Kristo tofauti na ilivyokuwa hapo mwanzoni. Tunaelezwa katika somo la injili, wengi walikata tamaa baada ya Yesu kufa, lakini somo hili la matendo ya mitume na tueleza nguvu mpya walioipata mitume baada ya Pentekoste ya kumkiri Kristo na kusema kweli bila kuogopa. Ndugu wapendwa, sisi kama wabatizwa, tupaswa kusimamia kwa maneno na matendo yetu kweli ya imani yetu. Tupaswa kuwa imara katika imani yetu kwa kuishi kweli imani kwa matendo. Mara kadhaa tunaogopa kusema ukweli na kuishi vema imani yetu kwa kuogopa mateso hasara, fedhea, kupoteza marafiki, kazi na kadhalika. Mitume walisimama na injili, hawakusita kumtangaza Kristo hata walipotishwa kupigwa na kuteswa. Je, mimi nipo imara kusimamia imani yangu kwa maneno na kwa matendo yangu? Yesu atusaidie ili tumshuhudie bila hofu, kwa maneno, kwa imani na kwa matendo yetu. Fundisho la pili, mitume walifurahi kushiriki mateso pamoja na Kristo. Nasi yajapo mateso kwa sababu ya Kristo, tuwe tayari kuvumilia Mitume mara baada ya kupigwa kwa sababu ya imani yao walifurahi kwa kuwa walishiriki mateso pamoja na Kristu. Hawakukata tamaa wala hawakusita katika kuendelea kumtangaza Kristu. Kristu alimtabiria Petro kifodini na hivyo walikufa pia mitume wengine kwa kumshuhudia Kristu. Ndugu wapendwa, Kristo mfufuka anatupa nguvu ya kuunganisha mateso yetu na mateso yake. Tunapata mfano kutoka kwake aliyeteseka, aliyedhulumiwa, aliyebeba msalaba na kuuawa bila kosa. Tunapata nguvu kwamba kwa njia ya misalaba yetu tutamwona Mungu. Tunaalikwa kuunganisha mateso yetu na mateso ya Kristo. Huenda tumepita katika magonjwa yasiyotibika au katika changamoto fulani ngumu ambazo pengine zinakuwa ngumu kubeba. Kristo anatupa nguvu kwa sababu na sababu ya kuendelea kuwa imara. Kristo ni tumaini letu, na kama Mtume Paulo anavyotuambia, tunaweza mambo yote kwa sababu yeye yupo anayetutia sisi nguvu. Somo la pili ni kitabu cha Ufunuo Yohane, sura ya tano, aya moja, hadi kumi na nne. Ni kitabu cha mwandishi wa kitabu hiki Mtume Yohane aliwaandikia Wakristo waliokuwa wakiteseka katika kisiwa cha Patmos katika Asia ndogo ili kuwapa moyo na kuimarisha imani yao katika nyakati ngumu za utumwa na mateso kutoka kwa watawala wa Kirumi. Somo hili linamweleza Kristo mwana kondoo aliyejitoa sadaka kwa ajili yetu sisi sote kwamba astahili sifa na heshima ya pekee. Tunaadhimisha sadaka hii ya Kristo ambayo kwayo imetupatia sisi ukombozi wa milele katika adhimisho la misa takatifu ambapo tunaungana na viumbe vyote vya mbinguni kumtukuza Mungu kwa zawadi ya ukombozi kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ni kwa njia ya sadaka yake, sisi sote tumefanywa upya, tumeimarishwa na kutumwa kuwa mashuhuda wake katika ulimwengu mzima. Katika dominika hii ya leo, sisi sote kwa njia ya ubatizo tunaalikwa kuacha maisha ya zamani na kuanza maisha mapya, kuishi maisha ya ushuhuda kwa njia ya imani maneno na matendo yetu na kushiriki kazi ya kuwa wachungaji, kila mmoja katika wito ambao Kristo amemwita katika kanisa. Kanisa limebaki imara chini ya Kristo na li wazi kuwapokea watu wote. Ninawatakia nyote dominika njema ya tatu ya Pasaka mwakachie wa kanisa leo nalitea tafakari hii, ni mimi Padre Bonaventure Maro, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo.